Mtu mmoja aliwahi kusema mwigizaji maarufu huyu, kwa nini maigizo yako yanawavutia watu wengi sana kuliko jitihada za wakristo ambazo ni nyingi sana, lakini hawawavutii watu? Yule mwigizaji maarufu akajibu akasema, unajua, sisi waigizaji tunachukua maigizo tunayaweka kwenye ukweli na uhalisia, lakini wakristo wanachukua ukweli na uhalisia wanauigiza. Wazuri sana wakiwa wanajadili lesoni Stefano alivyopondwa mawe, lakini wao wakitaka kupondwa mawe wanakimbia. Wazuri sana kueleza Meshaki, Shadraka na Abednego walivyosimama, lakini moto ukija wanainama, wanaabudu sanamu. Na kwa hiyo muigizaji yule akasema, the problem is Christianity. Wao wanachukua the reality wanaigiza, sisi tunachukua hiyo, hiyo hayo maigizo tunayapeleka kwenye reality, na ndio maana ukienda YouTube ukikuta igizo zuri lina wafuatiliaji wengi kuliko hubiri zuri wakati